Walimu wa Chuo cha Ufundi cha Eldoret walikutana leo katika kikao kinachotarajiwa kuchukua siku tatu a mafunzo maalum kuhusu mpango wa washa ya uboreshaji wa maendeleo ya kitaaluma. Silvia Kerubo ilipofika zamu yake, alichukua jukwaa na kuhamasisha washiriki ili kuzingatia mafunzo hayo kwa umakini. Mkuu wa idara ya ujenzi na uhandisi ya kiraia Bwana James Kosgei, katika mahojiano ya moja kwa moja na Kenya Coastal News, alisema lengo kuu la mafunzo hayo ni kuhakikisha kuwa walimu wanapata ujuzi na mbinu bora za kuandaa na kutekeleza mpango ya mafunzo kwa ufanisi.

Kwa mujibu wa Bwana Kosgei, mafunzo haya yatawasaidia walimu kuimarisha uwezo wao wa kufundisha na kutoa mafunzo yanayokidhi viwango vinavyohitajika kitaaluma. Kulingana na ratiba tuliyoipata, mafunzo haya yanatarajiwa kukamilika Jumamosi tarehe 16 Novemba, na yanatarajiwa kuleta tija kubwa kwa wanafunzi wa chuo hiki, hususan ifikapo mwaka ujao, kwani viwango vya ufundishaji vitaboreka zaidi. Mipango